Moja kwa moja kutokea kule nchini Tanzania, Martha Karua alifukuzwa kabla ya kesi ya Tundu Antipas Lissu, mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema. Martha Karua wakili ambaye ni mgombea wa urais wa Kenya mwaka wa 2027 amesema alifukuzwa kutoka Tanzania Jumapili kabla ya kuhudhuria kesi ya uhaini dhidi ya kiongozi wa upinzani Tundu Lisu. Karua ambaye aliwahi kuwa waziri wa sheria na amekuwa mkosoaji wa hali ya demokrasia Afrika Mashariki amesema kufukuzwa kwake ni ishara kuwa mamlaka za Tanzania hazitatoa haki katika kesi ya kiongozi wa chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA Tundu Lisu. Lissu alitarajiwa kufikishwa mahakamani siku ya Jumatatu leo tarehe 19 mwezi huu wa tano na mwaka huu wa 2025 akikabiliwa na mashtaka ya uhaini ambayo yanaweza kupelekea hukumu ya kifo. Karua amesema yeye pamoja na wenzake Gloria Kimani, mjumbe wa baraza la chama cha mawakili Kenya LSK, na lini Ngugi, mtetezi wa haki za binadamu, walizuiwa walipowasili kwenye uwanja wa ndege wa Dar es Salaam na kurudishwa kwenye ndege siku hiyo hiyo. Amesema walikamatwa bila kosa lolote ila kwa sababu tu ya kutaka kusimama kwa mshikamano na kushuhudia kesi ya Tundu Antipas Lissu. Chama cha Karua People's Liberation Party PLP kimelaani hatua hiyo, kikisema kitendo hiki ni cha aibu, si tu kwamba ni kudhalilisha utu wao na kukiuka haki za msingi, bali pia ni uvunjaji wa wazi wa misingi ya jumuiya ya Afrika Mashariki EAC ambayo Kenya na Tanzania ni waanzilishi wake. Nchi hizi zimekuwa hatari kwa raia wao. Karua amesema nchi za Kenya, Uganda na Tanzania zimekuwa hatari si tu kwa wengine bali hata kwa raia wao. Amesema serikali zinatumia vyombo vya sheria kuwazuia wapinzani kabla ya uchaguzi. Karua ambaye ni mgombea wa urais anayetarajiwa mwaka wa 2027 nchini Kenya amemtaja Tundu Antipas Lissu kuwa mpinzani mkuu wa rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan. amesema chama tawala cha Samia kinatumia sheria vibaya kuwafunga wapinzani wakuu ili wapite bila kupingwa katika uchaguzi wa Oktoba mwaka huu wa 2025. Kwa mujibu wa Karua, kufukuzwa kwake kunaonesha kuwa chama tawala cha Tanzania kimejipanga kukiuka sheria na hakina nia ya kumpa Tundu Antipas Lissu haki katika kesi yake. Chama cha CHADEMA cha Lissu kiliondolewa kushiriki katika uchaguzi wa Oktoba mwaka huu wa 2025 mara baada ya kukataa kusaini mkataba wa maadili ya uchaguzi. Chama hicho kilikuwa kinataka mageuzi ya uchaguzi kikimshutumu Rais Samia kwa kurejesha mbinu za ukandamizaji za watawala wa zamani Afrika Mashariki katika machafuko. Katika mahojiano ya awali na shirika la habari la AFP mwezi huu Karua alisema Kenya, Tanzania na Uganda zinashuhudia kuporomoka kabisa kwa misingi ya demokrasia. Nchi hizi zote sasa zimekuwa hatari, si tu kwa wengine bali kwa raia wao wenyewe. Ninalihusisha hili na chaguzi zijazo, alisema. Ni mtindo unaojirudia, wanaangamiza upinzani kabla ya uchaguzi. Karua alianzisha chama cha PLP mwezi Februari kama sehemu ya maandalizi ya kuwania urais mwaka elfu mbili na ishirini na saba. Anatarajia kushindana na viongozi wengine wa upinzani wanaotaka kumkabili Rais William Ruto. Umaarufu wa rais wa Kenya William Ruto umepungua kwa miezi ya hivi karibuni kutokana na hasira za umma kuhusu sera za kiuchumi na kushindwa kwa juhudi zake za kidiplomasia katika ukanda huo. Mashirika ya haki za binadamu yanasema angalau Wakenya 60 waliuawa wakati wa maandamano ya Juni na Julai mwaka jana, huku zaidi ya watu 80 wakitekwa nyara na vikosi vya usalama na wengine bado hawajulikani walipo. Hata hivyo, polisi wa Kenya walikana kuhusika na utekaji nyara uliodaiwa kuwa unaungwa mkono na serikali. Ruto pia alisema wiki iliyopita kuwa wote waliotekwa wamerejeshwa kwa familia zao. Katika uchaguzi wa mwaka wa elfu mbili na ishirini na mbili, Karua alikuwa mgombea mwenza wa Raila Odinga aliyeshindwa na Ruto. Kenya iko katika machafuko makubwa. Karua aliiambia AFP, ni kana kwamba katiba yetu imesitishwa, tuna utekaji nyara, kukamatwa kiholela, mauaji ya kiholela na polisi pamoja na mamlaka hawawajibiki, alisema. Besigye na Uganda chini ya mashinikizo Karua pia amekuwa akimtetea kiongozi wa upinzani nchini Uganda, kiiza Besige, ambaye alitekwa nchini Kenya mwaka jana na kurejeshwa Uganda kwa ajili ya kesi yake. Naye pia anakabiliwa na mashtaka ya uhaini. Wiki iliyopita mkuu wa jeshi la Uganda, jenerali eh, Muhoozi Kainerugaba, ambaye pia ni mwana na mrithi mtarajiwa wa rais Yoweri Museveni, aliwatiishia wapiga kura ambao hawataunga mkono chama chao Watu wasiounga mkono mzee kwa moyo wote, bora wawe waangalifu sana aliandika, kwenye mtandao wa X Twitter, akimaanisha baba yake. tutawafukuza hadharani wasaliti wote. Uganda inatarajia kufanya uchaguzi Januari mwaka wa 2026. Hata hivyo, mapema hii leo tarehe 19 mwezi huu wa 5 na mwaka huu wa 2025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 uweze kupata kujua na kufahamu kinachoendelea ama yanayoendelea ndani ya Afrika Mashariki. Kuhusiana na habari hii, wewe ni upi mtazamo wako na ni yapi maoni yako? Shia mtazamo wako na maoni yako nasi hapo chini kwenye upande wa comment. Endelea kusubscribe, endelea kukaa karibu nasi kwa habari zaidi. Hii hapa ni Habari Kiganjani.